Kutoka kaunti namba 32 tuelekee kaunti namba 34 ambapo sherehe za utamaduni wa kimaasai ambao umewaleta pamoja wa maasai kutoka kaunti za Samburu, Narok, Kajiado na Laikipia zimeanza rasmi hii leo katika mbuga ya Amboseli huko kaunti ya Kajiado. Kwa mengi zaidi, huyu hapa Robert Masai ambaye yuko huko kwenye sherehe hizo. Masai, ni yapi yanayoendelea kwa sasa kwenye sherehe hizo? Sababu ni kweli kabisa ulivyosema, tuko katika eneo la Amboseli hapa, ni Kajiado Kusini ambapo jamii ya Maa kuanzia taifa jirani la Tanzania hadi kule Samburu kwale wamekongamana hapa kwa ajili ya kuhudhuria awamu ya tatu ya sherehe za jamii ya Maasai ambapo inaandaliwa katika eneo hili la Amboseli. Itakumbukwa kwamba sherehe hizi zilianza kule kaunti ya Narok mwaka uliopita hawa wote walikuwa kule kaunti ya Samburu na sasa hivi wamekita kambi kwa siku nne katika kaunti ya Kajiado kuweza kuendeleza zile sherehe. Lakini hamna haja kuandiki ya kuandikia mate kwa sababu nina magavana watatu hapa. Ninaye gavana Joseph Olelengo wa Kajiado, ninaye wenzake wawili kutoka kaunti ya Samburu na vilevile -vile kaunti ya Narok ambapo watatueleza tu labda, <coughs> malengo yao ni yapi mwaka huu na labda wanatarajia kuendeleza nini kwenye sherehe hizi. Karibu sana gavana wa Kajiado, tutaanza na wewe ambaye ndio uh, the host. Tueleze labda kuhusiana na sherehe hizi leo, tukiwa hapa Amboseli Kajiado kaunti tukisherehekea tamasha ya mila yetu ya Maa, ambayo wawakilishi kutoka sehemu tofauti ya taifa, karibu kaunti kumi na nne na nchi jirani ya Tanzania, tumekongamana kwanza tusherehekee mila yetu ambayo imekuwa kama mila ya Afrika na mila ya taifa, na tunajivunia sana hii mila yetu. Inatupatia mwelekeo kama jamii inafunza watoto wetu maisha, matayarisho ya maisha yao kesho, inatuleta kwa pamoja kwa mambo ya kuelekeza watu wetu, na pia tunachukua nafasi hii kusungumzia kesho ya jamii hii. Tukiangalia maneno ya kesho ya jamii hii, ni mambo ya elimu, civic duty, watu kupiga kura kwa pamoja, umuhimu ya kuchukua kadi ya kura na ID. Tuko na furaha kwa sababu ile kipengele ambayo ilikuwa inalazimisha kaunti ambazo ziko boda na nchi zingine kufanyiwa vetting, na ambayo ilikuwa inafanywa kwa njia ambayo haina heshima, ilisababisha watu wetu wengi kukosa hiyo kadi. So tuko nayo, na kwa hivyo leo tunazungumzia mila yetu, uchumi yetu, na kwa mambo ya uchumi tunasema kama jamii, mambo ya mifugo, wanyamapori na mila yetu ndiyo cash crop yetu na tunataka kuagiza kwamba ushanga ambayo inashikilia sehemu pakubwa kwa wamama wetu, ipelekwe level ambayo itakuwa na shirika ya serikali kama parastatal ya kushika ushanga Kenya, ama ushanga board, vile na vile tuko na coffee board ama tea board ama dairy board, hata hii product yetu ipatiwe hiyo heshima na tunataka kuelekeza jamii yetu pia kwamba tuko na jukumu kisiasa hey. Asante sana, labda tupate pia gavana mwingine kwa sababu ya muda yeah. Gavana wa Kajiado anazungumzia swala la umoja wa jamii ya Maa. Hili linajiri wakati jamii nyingi zinaenda kujiweka sawa kisiasa kabla ya mwaka wa 2027 labda mnatumia fursa hii pia kuzungumzia hilo. Labda hata kabla hatujazungumzia hayo, nichukue tu nafasi hii niseme ya kwamba tunawaalika wakenya wote waje hapa ili waweze kusherehekea utamaduni wetu ya jamii ya Wamasai. Na niongeze tu yale ndugu yangu Lelengu amesema ya kwamba siku hii ni siku ya maana sana. Tulipoketi mwaka tatu iliyopita ya kwamba tungependa kushirikiana pamoja jamii wote wa Wamasai ambao wako Kenya na Tanzania na kwingineko. Lakini pia niseme ya kwamba utalii ama watalii kutoka nji mbalimbali wanakujanga Kenya kuangalia mambo mawili. Ya kwanza ni wanyama wa pori, ya pili ni kuangalia ile culture yetu ya Kimasai. Na ukiangalia leo, kila mtu anafaa kim, eh, Kimasai ama anafaa nguo ambazo samani wazee wetu ama wakina babu zetu walikuwa wanafaa. Lakini ya muhimu pia, kama jamii tunakutana pia sisi tuangalie zile shida ambayo inatu ina tu, ambayo tuko nazo yeah. Na tunaangalia na kusema ya kwamba tuta solve hizo mm, issues namna gani hiyo, yeah. Pia ya siasa itakuja baadaye yeah, lakini yeah, leo ni siku ya maana ya kuhakikisha ya kwamba sisi tumekaa kama pamoja kama mandugu na madada. Asante yeah, sana kwa kifupi tu gavana wetu kutoka kaunti ya Samburu ataongezea tu kidogo kwa sababu ya muda, kwa kifupi Swahili? aongee tu kwa Kiswahili tu. Labda tulikuwa mwaka jana kule Samburu, je, kufikia sasa? Tulianza Narok tukaenda Samburu, tuko Kajiado, tutakuwa Narok, tuende Samburu, turudi Kajiado, hivyo hivyo hivyo. Okay, na kuna vitu vingine nyinyi watu ya presa, mzamani mzuri. <laughs> Hii nchi ya Kenya inategemea utalii sana, na utalii inaletwa na vitu mbili tu. Namba 1 ni wanyama wetu iko Masaini. Namba 2 ni utamaduni ambaye ni Masaini tupu, so you need to give recognition kubwa kwa Masai. Katika nchi kwa utalii yote inafanyika hapa. Kwa hivyo kitu kama hiyo mnafaa ku sisi tumesema tutaungana kama wamasai Maasai. Sisi kama wamasai ni watu tumeumsiwa na historia sana. The treaties ya 1911, 1905, 1911 iligawa wa Maasai. Hii Maasai unaona sasa ilikisonga hapa walikuwa wanachikana na Samburu tu. Lakini out of treaties tuka tawanyika. Na tunasema pia sisi wa Maasai si unapenda siasa? Ki siasa? Sisi wamaasai tumesema kwa sababu William Ruto amepewa Maasai ya Amboseli kura yetu yote mamasai, yote yetu yote yote ya ya Maasai itakuwa mtu aende, hii ni William Ruto. Yeah. Asante, asante sana. Bila shaka ni kauli za magavana wa kaunti zote tatu, ambao wanazungumza kuhusiana na sherehe hii ya leo. Kwa hivyo tunazidi tu kufuatilia, kwa sababu tutakuwa hapa hadi siku ya Jumamosi, ambapo tunamtarajia Rais William Ruto akuje afunge, na pia tamko lake limesubiriwa sana, hususan kuhusiana na swala la Amboseli. Kwa hivyo, Babu, kama alivyoona shughuli ambayo inaendelea kwa sasa ni nyimbo, mavazi ni sherehe za kupendeza kweli kweli, lakini tunazidi kufuatilia kutoka hapa Amboseli, Kajiado kusini. Mimi naitwa Robert Masai, kwako babu. Asante sana Robert Masai kutoka mbuga ya Amboseli huko kaunti namba 34 tuna